Yes, haujambo mwana familia wa michezo, karibu sana, karibu tena, ni kukaribishe kwa mara nyingine. Kama ndo mara yako ya kwa kwanza kabisa unaungana nasi, haujapotea, upo sehemu sahihi kabisa. Hili ndilo chimbo la habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Umeshapitwa na taarifa nyingi sana kuhusu michezo kutoka kwetu lakini haujachelewa, jiunge na familia yetu hivi sasa, ili uendelee kujipatia taarifa kemkem, taarifa nyingi zinazohusu michezo, lakini pia burudani. Sasa unawezaje kujiunga na kujisajili kuwa mwanafamilia wa chaneli yetu pendwa, ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu? Ni jambo dogo na jambo rahisi sana. Tazama chini ya video yako kuna maneno yanayosomeka kama subscribe, yabonyeze mara moja. Mara baada ya, ya kufanya hivyo, kuna alama moja ya kengere itatokea, nayo utaibonyeza mara moja, na hapo moja kwa moja utakuwa umekwisha kujisajili na kuwa mda wetu wa karibu kabisa wa chaneli yako pendwa. Yes ebana, klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba kama ambavyo tunafahamu wao kufanya vyema kwenye michuano mikubwa hapa barani Afrika, nikiwa nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, imekuwa ni kitu cha kawaida kwao. Kwa mara nyingine tena wameingia kwenye uh, listi ya vilabu kumi pekee kutoka barani Afrika ambavyo vinawania tuzo ya klabu bora ya mwaka kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na uh, ishirini na tano. Tunatambua Simba Sports Club katika msimu huo walitinga hatua ya fainali Uh, kombe la shirikisho barani Afrika ambapo isivyo bahati hawakufanikiwa kunyanyua ndoo, lakini ulikuwa ni msimu bora sana kwao kwenye michuano ya uh, kombe la shirikisho. Sasa uh, klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba imeendelea kujivunia mamilioni ya pesa kutoka kafu kutokana na performance yao nzuri ambayo wamekuwa wakionyesha. Tutaendelea kujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea kunako viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani. Subscribe channel yetu hivi sasa.